Karibu msikilizaji mpendo. Leo utamsikia Daudi, kijana kutoka kijiji kidogo cha Nyarugusu. Ni hadithi ya safari, matumaini na mwisho wake ni utulivu wa moyo. Tulia, pumua taratibu. Acha macho yako yachoke taratibu. Sasa tusafiri pamoja. Daudi alikuwa kijana mpole. Alikulia katika kijiji chenye nyasi za kijani, mlima kwa mbali na sauti za kuku kila asubuhi. Alikuwa na ndoto kubwa, kwenda mjini kusoma na kurejea akiwa mtu wa maana. Alikuwa na mchumba wake Rehema, alimpenda sana. Walikuwa marafiki tangu utotoni. Aliahidi, nikirudi nitakuoa, tusubiri tu. Rehema kamjibu. Rehema alicheka kwa upole macho yake akimwangalia kwa matumaini. Daudi akaondoka, akachukua basi lililopita vumbi na vijiji vingi. Alipofika mjini, mjini kulikuwa tofauti. Kelele, taa, watu wakikimbizana. Alifanya kazi ndogo za mikono, alilala kwenye chumba kidogo chenye dari iliyovuja, lakini hakukata tamaa. Alijifunza, akawekeza muda wake. Miaka mitatu ikapita. Hatimaye akaanza kupata mafanikio kidogo. Ndoto yake ilikuwa karibu kutimia. Alisema, wacha nirudi kijijini, nimwoe Rehema kama nilivyoahidi. Alipofika kijijini, hali ilikuwa kimya, jua likizama taratibu. Alienda moja kwa moja nyumbani kwa Rehema, lakini alipofika hakumkuta. Majirani walimwambia kwa sauti ya upole, Rehema aliolewa mwaka jana. Mume wake sasa ni Musa, rafiki yako wa zamani. Daudi alihisi moyo wake kupasuka taratibu. Hakusema chochote. Alienda chini ya mti wa mvule, alipokuwa kiketi zamani na Rehema, aliangalia anga, akapumua polepole. Usiku ulipoingia, Daudi alielewa kitu muhimu. Maisha hubadilika, ahadi hubadilika. Mapenzi ni zawadi, na si kila zawadi tunayopewa hubaki milele, lakini bado kuna uzuri. Alikumbuka yale aliyojifunza mjini, alikumbuka ndoto zake. Alisema kimoyomoyo, nitawasamehe, nitakubali, nitapenda tena. Na hivyo Daudi akalala chini ya anga la nyota huku moyo wake ukiwa umejaa utulivu mpya. Aliamka kesho yake akiwa mtu mwenye nguvu mpya. Alijua mapenzi huja huondoka lakini matumaini, heshima na ndoto hubaki daima. Daudi. Alikaa kijijini kwa siku chache akitembea kwenye sehemu walizopenda na Rehema, akivuta pumzi ndefu za kukubali kuwa maisha yalibadilika, lakini maisha huendelea na moyo hubaki tupu milele. Miezi kadhaa baadaye, alipokuwa akifundisha vijana wa kijijini kuhusu biashara na teknolojia aliyojifunza mjini, alikutana na Neema, binti mchangamfu aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi. Nema alikuwa na busara mpole, na alikuwa tayari kumpokea Daudi kwa hali yake yoyote, pamoja na historia ya moyo wake uliowahi kuvunjika. Waliongea sana, walicheka pamoja, na polepole Daudi alihisi mwanga mpya ukianza kuangaza rohoni. Sikupanga kupenda tena, alimwambia Nema, lakini nawe, najisikia kama moyo wangu unapata pumziko. Baada ya mwaka mmoja wa urafiki na kuelewana, Daudi na Neema walifunga ndoa katika harusi ndogo ya kijijini iliyojaa vichekesho, ngoma na baraka. Walijenga nyumba ndogo yenye bustani ya maua na wakapata watoto wawili, Amani na Zawadi. Miaka ikasonga, watoto wao wakakua kwa hekima na heshima. Waliambiwa kuhusu hadithi ya baba yao, kuhusu mti wa mwembe mti ambao baba yao alipenda kuketi yeye na Rehema Nanam na namna moyo unaweza kuvunjika lakini bado ukaendelea kupenda tena. Siku moja, Amani na Zawadi walimwomba baba yao waende pamoja kijijini kutembelea mti huo wa mwembe ambao walikuwa wamesikia sana kuhusu hadithi zake. Walipofika pale, Rehema naye alikuwa ameketi kivulini na binti yake mdogo macho yao na ya Daudi yalikutana tena, lakini wakati huu hakuna uchungu. Kulikuwa na utulivu, wote walitabasamu, wakatambua kuwa maisha yaliwachora kwa njia tofauti, lakini bado walibaki kuwa sehemu ya hadithi kubwa ya maisha. Daudi alimnong'oneza mwanaye, maisha si kila wakati hupitia tulikotarajia, lakini kila hatua hujenga hadithi yetu, na hili hapa amani wangu, ni sehemu ya hadithi ya moyo wangu. Na watoto wake walielewa, upendo huishi pale unapoachwa uendelea, mahali panapokuwa, pale panapokubali, pale panapojifunza kupenda upya. Na wewe unaweza kupumzika sasa, achilia yote yaliyopita, ukumbatie usingizi mtakatifu.